Watadumu humo muda wa kuwepo mbingu na ardhi, isipokuwa apendavyo Mola wako Mlezi. Hicho ni zawadi kipawa kisio na ukomo fala taku fi miryatin mimma yaabudu haula ma yaabuduna illa kama yaabudu abaum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus basi usiwe na shaka juu ya wanavyoabudu hawa, basi usiwe na shaka juu ya wanayoyaabudu hawa. Hawaabudu isipokuwa kama walivyoabudu baba zao zamani, na hakika sisi tutawatimilizia fungu lao bila kupunguzwa. walaqad atayna Musa alkitaba fahtulifa fih walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum wa innahum lafi shakin minhu murib, na kwa yakini tulimpa Musa kitabu Taurati, wakatofautiana, kuna walioiamini na wapo walioikataa. Na lau kama sikutangulia neno kutoka kwa Mola wako mlezi kwamba hatawaharakishia adhabu, bila shaka ingehukumiwa baina yao kwa kuwaangamiza. Na hakika wao wamo katika shaka juu yake inayowahangaisha.

Basi simama imara kama ulivyoamrishwa na wale waliotubu pamoja na wewe na msichupe mipaka. Hakika yeye anayaona yote myatendayo. wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu annar wama lakum min duni llahi min awliya thumma la tunsarun, wala msiwategemee wale msi waliodhulumu na ikasababisha ukakuguseni moto na nyinyi hamna walinzi wengine badala ya Allah kisha hamtanusuriwa. wa aqimi ssalata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikran lidh-dhakirin, nasimamisha sala katika ncha mbili za mchana na nyakati za usiku, hakika mema huondoa maovu huo ni ukumbusho kwa wale wanaokumbuka. wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, nasubiri kuwa mvumilivu, kwani Allah hapotezi ujira wa wafanyao mema. falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhawna 'anil fasadi fil ardhi yanhauna ni lfasadi fi lardi illa qalilan mimman anjaina minhum, na lao ingekuwepo katika karne za kabla yenu masalia ya watu wa heri, wanakataza maovu ardhini, lakini hawakuwepo miongoni mwa watu wa heri isipokuwa wachache tu, miongoni mwa walioamini wa tuliowaokoa kutoka kwenye adhabu. Wattabaa alladhina dhalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, na wale waliodhulumu wakafuata starehe zao walizoneemeshwa na wakawa waovu. Wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmi wa ahluha muslihun, na hakuwa Mola wako mlezi ni mwenye kuangamiza watu wa miji kwa dhulma tu na hali watu wake ni watenda mema.

Isipokuwa tu wale mola wako mlezi amewarehemu, wakaamini na Allah amewaumba hivyo, na neno la mola wako mlezi litatimia. wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak Waj'aaka fi hadhihi alhaqqa wa maw'izatan wa dhikran lilmu'minin, na yote haya tunakusimulia miongoni mwa habari za mitume yale yanayoupa nguvu moyo wako, na katika haya imekujia haki na mawaidha na ukumbusho kwa waumini. wa qul lil ladhina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun, nawaambie wale wasioamini fanyeni muwezavyo nasi pia tunafanya tuwezavyo. wantadhiru inna muntadhirun, na ngojeni na sisi tunangoja. walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun na ni vya Allah tu vyote vilivyofichikana mbinguni na ardhini, na mambo yote yatarudishwa kwake tu. Basi muabudu yeye na umtegemee yeye, na mola wako mlezi haghafiliki na yale mnayoyatenda. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif, Lam, Ra.

Nahnu naqissu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi wa in kunta min qablihi lamina alghafilin, Sisi tunakusimulia simulizi nzuri sana kwa huu wahi tuliokufunulia wa hii Qur'an, na ingawa kabla yake ulikuwa miongoni mwa wasiojua. Idh qala yusufu libihi ya abati inni raytu ahada ashara kawkaba walshamsa wa walqamara raytuhum li sajidin, kumbuka wakati Yusuf alipomwambia baba yake Yaqub kwamba ewe baba yangu, hakika mimi niliona usingizini nyota kumi na moja na jua na mwezi, nimeziona zikinisujudia. Qala ya bunaya la taqsus ruyaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna shaitana lilinsani aduwwun mubin, Yaaqub alisema ewe kijana wangu, usiwasimulie ndugu zako ndoto yako, wasije wakakufanyia hila husda. Hakika Shaitani kwa mwanadamu ni adui wa wazi. Wakadhalika yajtabika rabbuka wayu'allimuka min ta'wili al-ahadith, na kama hivyo anakuteua Mola wako Mlezi na akakufundisha tafsiri za matukio ndoto, wayutimmu ni'matahu alayka wa ala ali Ya'quba kama atammaha ala abawayka min qablu